ODM, Oburu Odinga ametangaza kuwa chama cha ODM kitaendelea kushirikiana na serikali hadi mwaka 2027 na baadaye mwelekeo kutolewa ya ni nani watakayeshirikiana. Haya yanajia wakati migawanyiko ikiendelea kushuhudiwa chamani, huku ushirikiano na serikali kuhusu ushirikiano na serikali kunradhi mbunge wa EALA Winnie Odinga akipendekeza mkutano kufanyika kutathmini ni nani atakayewasilishwa ODM katika muungano huo, huku seneta Oburu akiwasihi wa wanachama kuwa yuko tayari kuiongoza ODM kikamilifu ikiwa ni pamoja na kukatika katika kushirikiana huo. huku migawanyiko ikiendelea kushuhudiwa katika chama cha ODM kuhusu ushirikiano wa chama hicho na serikali na mwelekeo wa ODM ifikapo mwaka wa 2027. ODM kinara wa chama hicho seneta Oburu Odinga amejitokeza na kuweka wazi kuwa ODM itaendelea kushirikiana na serikali hadi mwaka wa 2027 na baadaye wataangazia ni nani watakayeshirikiana nao. Raila ndio alituacha kwa broad based government. Sisi hatutaki sisi, sisi sisi tulisema ikifika mwaka wa 2027, ikifika mwaka wa 2027, tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu. Haya yanajia wakati ambao mbunge wa EALA Winnie Odinga akibua swala la nani anayefaa kuiwakilisha ODM katika muungano wa serikali jumuishi na kupendekeza kuwepo kwa mkutano mkuu wa wanachama wa ODM ili kujadili masuala hayo, kwani awali babake Raila Odinga ndiye aliyekuwa anayeongoza. Japo seneta Oburu Odinga amehakikishia wanachama kuwa yuko tayari kuiongoza ODM kikamilifu, ikiwa ni pamoja na jinsi watashirikiana na muungano wa serikali jumuishi. We are looking and we are wondering, those that are taking it upon themselves to manage it now, are they capable of managing that relationship? I don't think that is a question for me to answer. That is a question for the people of ODM to answer. sikia mtoto yangu Winnie akisema ati Raila alikuwa hapo na sasa tutafute mwengine kusaidia kusaidia ku, kuendelesha hii broad based government. Ninamwambia hiyo da mtoto yangu, tutaongea na yeye kinyumbani. Naibu kinara wa chama hicho, Gavana Abdul Somad Nasir akiwakosoa baadhi ya viongozi anaosema wameendelea kuleta migawanyiko katika chama hicho, hatua inayoendelea kuleta mvutano wa uongozi chamani. Kama nia yako ulidhania ile pesa ambayo kwamba ulipatiwa utaweza kutugawanya my friend, hapa ni wrong number. Hapa ni hapa ODM. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameonekana kukerwa na jinsi anavyosema baadhi ya viongozi wameendelea kutengwa katika chama hicho, huku akiapa kuendelea kutetea maslahi ya wananchi kama alivyofanya hayati Raila Odinga. Jana niliona viongozi wetu wa ODM walipewa viti, Congratulations, lakini wacha niwaulize swali, wadozi, mliangalia huyu Babu Owino mkaona haizi tosha kiti yoyote? James Mwangi Undugu TV nam kwingine kwao ni kwamba wana bodaboda katika kaunti ya Kirinyaga.